Ili kujua kuhusu mchango waliotoa bungeni. Waheshimiwa wabunge, kwa mujibu wa kanuni ya tano za kudumu za Bunge, nimeona kuwa ipo haja ya kufafanua swala haki na uhuru wa majadiliano bungeni. Waheshimiwa wabunge, katika kutekeleza majukumu ya Bunge katika kikao cha Bunge, kamati au shughuli nyingine za kibunge, wabunge wapo huru kutoa mawazo na kufanya majadiliano bila shinikizo hofu kofia koojiwa kushtakiwa au kikwazo kingine chochote. Uhuru huo unalindwa chini ya ibara mia moja ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 1977 sabi, na chini ya kifungu cha tatu sita sheria ya kinga madaraka na haki za bunge sura 296 sita. Waheshimiwa wabunge, kanuni za kudumu za bunge zimeweka wazi masuala yasiyoruhusiwa kujadiliwa bungeni. Endapo tutatokea ukiukwaji, kiti kinaweza kuelekeza kufutwa kwa mchango wa mbunge usioruhusiwa au kumtaka kufuta mchango wake. Iwapo mbunge atakaidi maelezo ya kiti, anaweza kupelekwa katika kamati ya bunge kwa ajili ya uchunguzi. Mheshimiwa bunge, ofisi ya Spika haijapokea wito wa kumtaka mbunge na wala sijatoa kibali kwa mbunge yoyote kwenda kuhojiwa. Waheshimiwa wabunge, baada ya maelezo hayo, nawapongeza wabunge wote kwa michango yenu yenye tija mnayoitoa kwa manufaa ya taifa letu. Tuendelee kutoa michango hiyo kwa kuzingatia katiba, sheria na kanuni za Bunge. Katibu wa Bunge anaomba kuwatangazia waheshimiwa wabunge kwa mheshimiwa mhandisi Hamadi Yusuf Masauni, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira mnamo tarehe 12 Disemba 25 alichaguliwa kuwa makamu wa rais Baraza Mazingira la Umoja wa Mataifa UNEA. Kuchaguliwa kwa Mheshimiwa Masauni kushika wadhifa huo ni heshima kubwa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na una akisi dhamira, mchango na msimamo thabiti wa nchi katika kutekeleza sera, mikakati na ahadi za kikanda na za kimataifa kuhusu ulinzi wa uhifadhi wa mazingira. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linampongeza Mheshimiwa Soni kwa kuchaguliwa kushika wadhifa wa huo.